chache tu baada ya kutangaza ufadhili wa klabu ya Hull city katika ligi kuu nchini Uingereza, kampuni ya Sportpesa imetia saini mkataba mwingine na timu ya zamani ya mchezaji Victor Wanyama wa hapa Kenya ni Southampton, katika mpango wa miaka mitatu ambao utasaidia ukuzaji wa soka ya chipukizi. Mwanahabari Lynne Wachira na taarifa kamili kutoka Uingereza. Kampuni ya Sport Pesa hii leo imetia kandarasi na timu ya Southampton. Kandarasi hii inatarajiwa kusaidia Kenya kukuza talanta huku wachezaji wakiwa wangali wachanga. Southampton wako pia na hiyo njaa ya kueneza hiyo uh, hiyo knowledge ya training, kwa hivyo ni perfect fit. Southampton na Sport Pesa, hiyo hiyo njaa ya kudevelop football ni, ni moja kwa hivyo naona, unaona uh, tutakuwa na knowledge nyingi sana transfer kutoka Southampton, Kenya. Licha kutokuwa maarufu sana kwenye ligi kuu ya Uingereza, timu ya Southampton inatilia maanani sana ukuzaji wa talanta huku wachezaji wakiwa wangali wachanga. One of the key um, facets of the partnership was about making sure that we develop Kenyan football. So develop Kenyan football from the youth up to you know, a much higher level to give better quality of coaching um, to assist

nikicheza vizuri nitaweza kuenda kucheza Southampton. Timu ya Southampton inajivunia kuwa imekuza talanta ya wachezaji wengi ambao wanacheza katika ligi tofauti kote duniani. Wachezaji hawa ni kama Gareth Bale ambaye anachezea timu ya Real Madrid, Alex Chamberlain na vilevile vile Theo Walcott. Lynne Wachira, KTN News, Southampton, Uingereza.